Ni siku ya Ijumaa ambapo mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe! Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka ambapo ninaamini kwamba baraka za Mwenyezi Mungu utaweza na kuzipokea kutokana na neno ambalo tunaletewa na mtumishi wake ambaye ni Pastor Priscilla Muasya kutoka kanisa la ABC Mwang'a, Kangundo Pastor Richard Machakos Sabu, karibu sana tuzidi na kubarikiwa pamoja, ambapo ninaamini kwamba maombi ambayo utayapokea kupitia hiki kipindi, nyimbo ambazo utaweza na kuzipokea, neno ambalo litakuwa linaletwa kwako, hakika ni baraka teletele ambazo umeweza na kuzipokea, na siku ya kuya Ijumaa hakika litakuwa ni la baraka. Karibu tupokea yoyote kwa pamoja. Hujambo, mtazamaji wangu Asubuhi ya leo Mungu wetu ametuita tena kwa neema yake na kwa mapenzi yake ili tukawe mahali hapa kwa ajili ya neno lake ambalo tunatoa katika kitabu cha Danieli sura ya kumi na sita mstari uh, sura ya tatu mstari wa kumi na sita hadi kumi na nane ndipo Shedrak na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme e, Nebukadreza hatuna haja kukujibu katika neno hili Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, e, mfalme. Basi kama si hivyo, ujue, e, mfalme, ya kuwa sisi hatutakubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni Mungu ishie milele uliye mtakatifu na Mungu usiye badilika. Tunasema ni asante kwa ajili ya neema yako asubuhi ya leo. Katika maisha yetu tutajiweka kwako ni kwa ajili ya neno lako ambalo liko mbele yetu sasa. Baba yetu kawe pamoja nasi, utuongoze na unene nasi, maana tunataka kusikia kutoka kwako. Kwa jina la Yesu Kristo, tumeomba. Amina. Katika huo mstari ambao tumesoma katika sura hiyo ya tatu mstari wa kumi na sita hadi kumi na nane. Neno la leo linasema simama imara katika imani. Wakati tunaposema kusimama imara katika imani, ni kwamba usiyubishwe na vikwazo vya aina yoyote, na hata pia Mungu unayemwamini atakutetea, na la mwisho ni kusema usibadili msimamo wako. Tunaona hapa kuna wale rafiki watatu, wale ambao ni Shedrak, Meshak na Abednego wale ambao walikuwa wamechukuliwa mateka wakiwa wana wa Israeli, wana waliompenda Mungu, wana waliokuwa wamejiamulia mioyoni mwao kutenda mapenzi ya Mungu. Tunaona walipokuwa katika Babiloni ilitolewa amri kwamba watu waabudu sanamu kubwa iliyokuwa imetengenezwa na mfalme wa Babiloni. Na hapo tunaona ilikuwa imeamuriwa kwamba watu wote wakaweze kuabudu ile sanamu, lakini tunaona hawa vijana watatu walijiamulia mioyoni mwao ya kwamba hawataweza kuabudu ile sanamu, kwa sababu wao walikuwa wanamjua Mungu ambaye walikuwa wanamtumikia alikuwa wanajua Mungu ambaye walikuwa wanamwabudu, walikuwa wanajua Mungu ambaye ndiye aliyekuwa peke yake wa kuabudiwa. Hivyo tunaona ya mstari huu wa kumi na sita ukisema waliweza kuwe, kusimamishwa na wakashtakiwa kwa mfalme, ya kwamba wamekataa kuabudu ile sanamu. Na waliposhtakiwa tunaona ya kwamba imani yao ilikuwa inawekwa kwenye mizani. Na je, mtazamaji wangu, imani yako iliwahi wekwa katika mizani siku moja? Hiyo ni kumaanisha ya kwamba uliweza kuwekewa mtihani fulani katika imani yako na katika maisha. Hawa wana watatu walisimama imara katika imani yao. Walimwambia mfalme namna gani? Walimwambia mfalme ijulikane ya kwamba wao hawataabudu ile miungu na kamwe Mungu hawataabudu ile miungu, na wakasema ya kwamba Mungu wanayemtumikia wanajua anaweza kuwaokoa kutoka katika mikono ya mfalme, na wakasema hata kama huyu Mungu hata waokoa, wakasema ya kwamba wao hawataabudu ile miungu. Asubuhi ya leo, imani yako inapowekwa katika mizani, mpendwa mtazamaji, unasimama imara au unayumbishwa hapa na pale? Unasimama kutetea hiyo imani yako unasimama kutetea imani ya kanisa lako? Unasimama kutetea imani ya dini yako? Unasimama kutetea mambo ambayo unajua ni ya kweli? Unasimama kutetea matendo yako mema ambayo unatenda kila wakati? Biblia inatuhimiza leo katika ujumbe ule ya kwamba unapaswa kusimama imara katika imani na wala usiyumbe yumbe, na wala usiweze kubadili msimamo wako. Wana hawa hawakubadili msimamo wao. Walisimama imara na wakasema wao wanajua Mungu wa kuabudiwa ni mmoja tu. Asubuhi ya leo mpendwa mtazamaji, watu wamebadili msimamo wao, watu wameshindwa kusimama imara, wengine wameingia katika ibada zingine hata hazipendezi mbele ya uso wa Bwana, hata wameingia katika ibada ambayo ni, yaku, ni ni chafu, ibada ambayo hata haipendezi kamwe. Wengine wanaabudu pesa, wengine wanaabudu nguo, wengine wanaabudu uh, wa, wanaabudu wa, wa, wa, wake zao, wengine wanaabudu waume wa wengine wanaabudu watoto wao, wengine wanaabudu vyoo, wengine wanaabudu masomo, wengine wanaabudu, wameacha kumwabudu Mungu wa kweli, wameshindwa kusimamia ya imani yao, hata wakati mwingine wanapel, wanatolewa nje ya imani yao na mambo ambayo yanatamkwa na watu wengine. Mpendwa mtazamaji, kama vile hawa wanaume walivyosimama imara na kusema ya kwamba watamwabudu Mungu peke yao, nawe asubuhi ya leo si tu imara ukamwabudu mungu peke yake. Imani yako ikawe tu kwa mungu aliyeumba mbingu na nchi. Mtetee au tetea imani yako kwa kusimama imara na kutenda mapenzi ya mungu, kusimama imara kumpendeza mungu na mungu peke yake. Tunaposoma katika Yakobo sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili Biblia inasema hivi, mstari wa kumi na mbili unasema Heri mtu astaimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyoahidi wampendao. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wanaume waliweza kustahimili. Unajua, walitupwa katika tanuru ya moto walipokataa kuabudu ile ile miungu, waliweza kutupwa katika tanuru ya moto, walitupwa mahali pale, walitupwa kwa moto. Majaribu tunayopata kila siku, tunayoyapata kila siku, tunayoyapata kila wakati, majaribu tunayopata katika maisha haya tunajua yanafanana na moto, na Biblia inasema heri atakaye stahimili. Asubuhi ya leo simamia imani yako ukijua ya kwamba utaingia katika, unaweza kuingia katika majaribu, unaweza kuwekwa katika majaribu, lakini utakapostahimili yale majaribu, tunaona ya kwamba utapata thawabu yako. Hawa wanaume walipotupwa katika ile tanuru, tunaona Mungu aliweza kuwaokoa. Kwa hivyo utakaposimama imara katika imani, hata uwekwe katika mizani ya aina gani, hata uwekwe katika majaribu ya aina gani, hata uwekwe katika majaribu ya ibada yako au majaribu ya, ya, ya matendo yako mema, jua ya kwamba Mungu ataweza kukutetea, kwa maana na wewe umetetea imani ambayo uko nayo ndani ya huyu Mungu. Tuombe. Baba Mtakatifu, kwa jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya neema yako ambayo utatupatia katika maisha yetu, ili tukaweze kusimama imara na kutetea imani ambayo umeweka katika mioyo yetu. Tunajua wengine wameenda kando na mapenzi yako, wengine wameweza kuikana ile imani, lakini tunaona hawa wanaume wakiwa watatu walisimama imara na wala hawakukana imani waliokuwa nayo ndani yako, Mungu. Tusaidie Mungu wetu wa mbinguni, ndiyo imani ile tuko nayo ndani yako Bwana, tukaweze kusimama Simama imara na kuitetea hata wakati tunapoingia katika majaribu, Baba ukatupatie kushinda, maana Mungu wetu wewe ni mshindi wetu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba, amina. Simama imara katika imani, usije ukawa mtu ambaye ni wa kuyumbayumba, mtu ambaye aeleweki. Siku yalio unaomba unasema kwamba mimi ninamtumainia Mwenyezi Mungu kesho yake unaona kwamba ni kama hayo hayatawezekana, unamwendea mganga, unamwendea yule ambaye ni rafiki yako, unaangalia unaona kwamba wacha imani yangu hata niweke katika familia yako yangu, katika mume wangu, katika bibi yangu, wacha niweke hata katika watoto wangu. Hapana, imani yako isijika yumba yumba. Imani yako kuwa yule ambaye ni mwaminifu na ambaye anasimama imara, unajua yule ambaye unamtumikia, unasimama imara hata vikwazo vikiweza na kuingia katika maisha yako, katika familia yako, majaribu ya namna gani, simama imara na waamini kwamba mwenyezi Mungu atakupigania. Amini kwamba yule ambaye ukutetea yuko hai na ataweza na kufanya kazi, kama alitetea kina Danieli, kama alisimama na wao mpaka dakika ya mwisho, kama wao awakuweza na kuachilia Mungu wao ambaye wanamwabudu kila wakati, ambaye walifundishwa kutoka utotoni Akawa anaonekana ni kama hawezi, walisimama imara mpaka Mungu wao haonekani anaweza mpaka, mpaka nguvu za Mungu wao zikaweza na kuonekana kwamba zinafanya kazi. Tuamini, tusimame imara, tusije tukayumbayumba. Mungu atatutetea, Mungu atakuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kila wakati tutakuwa tunaibuka tukiwa washindi. Mungu na akubariki, Mungu nawe pamoja nawe, Mungu na atembee pamoja nawe. Ndugu zetu ambao wanaenda katika nyumba za ibada kwa siku ya leo kuabudu Mwenyezi Mungu, ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Shalom.